Habari za saizi poleni sana na majukumu ya hapa na pale, pole sana kokote uliko tunatufuatilia. E, kama ilivyo kawaida yetu, leo tutazungumzia vitu ambavyo wanawake hufanya bila kujua kwamba vina, vina, vinaathiri mfumo mzima wa uzazi. A, vitu vingi sana vinaosababishwa na unakuta wanawake wengi wanachukulia kama ni vitu ambavyo ya kawaida Yani, unaweza kukutana na mwanamke anakuuliza au anakuambia ah, mimi nina shida moja mbili tatu, nikimweza dalili fulani unaipata, ah, hiyo ni kawaida ya mwanamke. Maana yake inakuwa tofauti ah, kile kitu ambacho tupo, tunakitu, kitu ambacho tunakizungumzia hapa leo sasa. Leo tunazungumzia kwamba wanawake vitu gani ambavyo huvifanya ambavyo vinaharibu uzazi ah, kwa kujua au kutokujua. Tukiangalia kitu cha kwanza, tunaangalia kitu cha kwanza kinachosema uh, kupuuzia ile maumivu. Wanawake wengi wengi sana wanaona maumivu ni kitu cha kawaida yani, ni kawaida ya mwanamke kuhisi maumivu, yani ni kawaida mwanamke kupitia changamoto moja au mbili, ni kawaida kwa mwanamke uh, kukutana leo amepata uh, maumivu haya, kesho amepata haya. Ni vitu ambavyo vinavyoathiri sana athiri sana uh, mfumo mzima wa uzazi. Sasa tuangalie kitu cha kwanza uh, maumivu unapokuona unapokuona unayapotezea au unakuwa unayaacha, yanakuwa na ishara vitu vingi sana uh, kitu cha kwanza inaweza kawa inaitwa hii endometriosis. Hii haya inakuwa ni zile tishu ambazo zinaofanana kama uterus vile, lakini zinakuwa haziko mahala pake, yaani unakuta uh, unakuta kama kama ilitakiwa uh, kitu fulani kiwe mahala pake, inamaanisha zile zinakuwa zinahama zimesogea, labda kitu kama hicho, inaweza zimesogea labda kwenye ovari mm, inaweza kuwa kwenye kusogea kwenye mirija au nyuma ya kizazi, wakati mwingine kwa, kwa tumbo la chini. Hivyo ni vitu vyote ambavyo vinavyo vinavyosababishwa kama maumivu kio unayaacha kwa muda mrefu kwa unapotezea, wakasema bwana, mimi maumivu nayo naisi, lakini ni, ni ya kawaida kwangu mimi haya maumivu naoyapata, labda ni changamoto ambazo wanawake wengi wanapitia kumbe ni kitu ambacho kiko kiko tofauti. Lakini pia kitu kingine, tukiangalia ukiona unahisi maumivu na kuwa unapotezea, inaweza kuwa ni ishara moja labda ya fibroid, uvimbe kwenye kizazi. Watu wengi wana, wana, wanapotezea maumivu bila kujua kwamba mwili unakuwa unatoa ishara au mwili unakuwa unaongea kupitia dalili. Ndio maana watu wengi, unapotoka leo unaenda hospitali, mfano mdogo, unaumwa malaria, daktari atakupima, lakini pia atakuuliza unajisikiaje? unajisikia labda kichefuchefu, unajisikiaje? Labda au unakuta mwingine anaulizwa, vipi unahisi labda kuchoka sana, labda unahisi kitu fulani. Hiyo yote kupata muktasari, ili apate kujua zile dalili ambazo anatakiwa mtu mwenye malaria labda anakuwa anazipitia au anakuwa hazipitii au kuna kitu kingine ambacho anakuwa na wasiwasi nacho. Ndio maana unakuta labda unapotezea ile maumivu ya muda mrefu, unayapotezea, unaachana nayo mwisho wa siku unajikuta unaingia kwenye uvimbe kwenye kizazi ambapo ukuta uvimbe unakuwa kadri siku mpaka siku kulingana na uh, muda wa changamoto ambayo umekuwa umekuwa nayo kwa muda mrefu, au maumivu umekuwa nayo muda mrefu kwa muda gani? Kuna mwingine unaweza ukamkuta labda maumivu kavumilia miaka miwili, miaka sita, miaka kumi, ni tofauti ambayo na mtu amevumilia miezi sita au mwezi mmoja kwa uvimbe unapishana na unakuwa una ukubwa wake. Inaweza kuwa ni uvimbe maji, inaweza kuwa ni uvimbe, uvimbe, uvimbe labda wanyama, inaweza kuwa labda ni uvimbe umevimba labda sehemu gani, nje ya kizazi, ndani ya kizazi, kwenye mirija, nje labda pembeni, kwenye mashavu, hiyo yote ndio ni uvimbe, tunazungumzia ni uvimbe kama uvimbe. Lakini pia kitu kingine ambacho watu wengi wanapotezea, uh, inaweza ikawa pia uh, ni ovary cyst, labda unakuta mifuko uh, mifuko yenye maji E, ni mifuko ambayo unakuta ina maji, unakuta leo leo umeingia hivi, kesho umeingia hivi, kesho shaskuwamevu unayapotezea aliyakuwa anakuja kupelekea kunapata changamoto changamoto changamoto kubwa. Lakini pia kitu kingine tukiangalia kwa upana zaidi, hasa hawa dada zetu wa mjini, dada zetu wa mjini wamekuwa na desturi, wamekuwa na utaratibu wa kwamba kutumia vidonge vya uzazi wa mpango bila mafanikio yoyote Anaweza kawa labda ana, anajibaba lake au ana mpenzi wake au kuna mahusiano mapya kayaanzisha, lakini siku ambayo aliopanga kuingia kwenye mzunguko siku ambayo amepanga kuonana kufanya appointment na huyo mtu ni siku ambayo anaingia kwenye mzunguko, hali ambayo inapelekea unakuta ana, ana, ana, bora dawa, tu nikatumie dawa nizuie tu period ikate ili hey, nipate kukutana na, na mpenzi wangu au nipate na, na, kukutana na mume wangu au nikutane labda na uh, nikutane na mtu fulani au nikuwe mahusiano na mtu fulani, hali ambayo inawapelekea ina athiri pa kubwa sana, kwa sababu wewe unapokuwa unatumia labda hizo dawa, unapokuwa unazitumia kwa muda mrefu, zinakupelekea changamoto kubwa sana, changamoto kubwa sana, kwa sababu kwanza inapeleka, kwanza kuvurugika kwa hormone. Hormone zinapovurugika, kila kitu kinaharibika yaani tunazungumzia kila kitu kinaharibika. Inamaanisha wewe unapokuwa unashiriki, hata hisia zinapotea, zinakata kabisa. Unasikia bwana, mimi mume wangu nikiwa naye naona kama niko sio na kaka yangu. Naongea nakwambia bwana, mimi nikiwa na mke wangu ananiona sio kama mtu wa kawaida, sio kama wa zamani. Nakuta mume wangu ananiona hivi, mume wangu sio anafanya hivi. Kesi zinakuwa nyingi maana yake unakuwa unakuwa mkavu unachubuka, unapokuwa unashiriki unachukia kile kitendo, lakini pia hata inapunguza uzalishaji uzalishaji wa mayai. Wanawake wengi unakuta anakwambia, bwana mimi a, ah, mimi 35, lakini, si, m, na miaka thelathini na tano lakini nimeenda kupima, amb mayai yangu hayana uwezo hayana uwezo. Umefanya kitu gani? Maana yake tunarudi kule kule kwa kutumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu, lakini pia sometimes ukiwa unatumia hizo mpango unakuta hivi zinakuwa zinapishana. Leo unakuta labda utakiwa mzunguko wako siku ishirini na nane, unakuta unacheza ishirini na sita, unacheza thelathini na tano, unacheza ishirini na moja, unacheza ishirini na nne, <tapyfire> unacheza hivyo, kitu kama hicho. Hivyo vitu vinakuwa vina athiri kutokana na kutumia uzazi uzazi wa mpango chukulia. Mfano mdogo, uh, ukiwa unatumia labda uh, ukitumia kidonge kimoja cha uzazi wa mpango kina kuathiri takriban miaka mitatu. Sasa unajiuliza kwa mtu ambaye ametumia kwa miaka mitano, anaathiri vipi? Anaathiri vipi kwa mwenzake, anaathiri vipi uzazi wake? Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinaweza ku, ku, ku, kuathiri sana, lakini pia kitu kingine ambacho ni kikubwa sana. Uh, unaweza ukaa uko vizuri kwenye vitu vyote, lakini ukawa hapa ndo unakuwa na haribu. Mfano, uh, watu wengi wana stress sana, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu ya watoto, kwa sababu ya majukumu, kwa sababu mke wa, mme wake kawa mke mwingine, unakuta mwingine anakuta labda ameachika, mwingine amefanyika hivi hivi, mwingine amekuwa hivi, anakuwa na stress muda mrefu. Unapokuwa na stress, manake hormones zako zinakuwa zinashindwa uzalishaji wake kama kawaida. Tunapozungumzia unakuwa uko na stress, uchukulie mfano mdogo, umeme nyumbani kwako umewaka, lakini umewaka katika voltage ndogo, unakuta feni haliwezi kuzunguka, TV inawaka inakuwa iko dimu. Maana yake inakusudia kama hivyo, maana yake kila kitu kwenye mwili wako kinakuwa kinakataa lakini pia mayai inashindwa kukomaa vizuri, ovulation yako inakuwa ni iko zigzag, haieleweki. Lakini pia unakuwa mkavu, unakuwa hauna hisia. Umeona, hivyo ni vitu ambavyo vinavyoathiri. Lakini pia vitu vingine ambavyo kwa dada wa mjini uh, wengi sana wanapenda kutumia kutumia madawa ambayo ya mitandaoni bila ushauri, mfano uh, yale madawa ya kuongeza makalio. Unakuta mtu anatumia dawa za kuongeza makalio, lakini hali ambayo inapelekea hormone zinakuwa zinacheza lakini pia wengine kwenye ngozi watu wanatumia madawa ya kunini ngozi hali ambayo inapelekea kila kitu kinaharibika lakini pia madawa yako mengi siku hizi wewe unakuta na huyu mwingine anakutana na hichi mwingine anakutana na hichi ambao vitu vinavyo vinavyopelekea lakini wanawake wengi wanakosa lishe lishe sahihi kwa mfano unapokuwa unakosa ah, madini ya chuma madini ya zinc madini ya selenium inakuwa inapelekea watu wengi sana wanapata maumivu ya muda mrefu. Maumivu yanapokuwa anaingia kwenye hedhi, anapata maumivu makali, hizi zinavurugika, unakuta ovulation inasimama, mayai yanashindwa kupevuka vizuri, hali ambayo inapelekea unakuta mfumo wake wote wa uzazi unakuwa unakuwa uko zigizaga. Lakini pia wanawake wengi wanapuuza uchafu unaotoka ukeni. Uchafu unaotoka ukeni inamaanisha nakusudia ule uchafu labda wa njano anakusudia uchafu wa kijani, wengine wanapata uchafu wa kijani, wengine wanapata uchafu mweupe kama rangi ya mtindi au maziwa, mwingine inakuwa ina harufu, mwingine inakuwa haina. Hiyo mara nyingi inaweza ikawa labda inasababishwa labda na, na PID. Moja sababu inayosababishwa ni PID. PID ni huo uchafu ambao unakuwa unatoka ukeni ambao unakuwa na rangi ya mtindi au maziwa, inaweza ikawa labda na athari kwa asilimia kubwa sana lakini pia sababu nyingine inaweza kuwa inatoka na huo na, na, na, na uchafu huko chini. Inaweza pia ikawa ni uh, klamidia yaani maambukizi ambayo yanasababishwa na na zinaa, nasababishwa na, zina, na bakteria e. maambukizi ambayo ni hatari mno haya yanakuwa yana athiri kwa ndani, ndio maana madaktari wengi wanasema kwamba ukiwa na klamidia maana uh, yake umepata kirusi ambayo yuko silence kirusi ambaye anayeathiri mfumo wako wa uzazi kimya kimya. Huyu manake wewe utaanza unakuta, wengine wanaanza kumonyoka, wengine wanafanya hivi, wanakuwa kama wanakuwa kama maradhi yale ya zinaa yale kama gonorrhea na ma na maradhi mengine ambayo wanasababishwa uh, kutokana na hiyo discharge ambayo inakuwa inatoka, lakini pia wakati mwingine inaweza kuwa ni UTI. Uh, UTI pia inaathiri ina, ina sana, lakini pia sababu nyingine Uh, sababu nyingine ambayo inakuwa ina athari sana kwenye mfumo wa uzazi kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Hapa turudi kwenye mahusiano kidogo. uh, mahusiano mengi yanaamini kwamba mwanamke ndio sababu ya matatizo yote ya uzazi, hali ya kuwa sio kweli. Tatizo linaweza likawa ika li mwanaume pia, tatizo linaweza ndio maana kwenye research wanasema uh, changamoto ya uzazi au magonjwa yote asilimia kwenye familia hasa ya uzazi, asilimia kwenye familia baba anakuwa nayo arobaini mama anakuwa nayo arobaini hiyo ishirini inakuwa iko iko katikati. Sasa ndio maana wanashauri wanapokuwa tatizo tatizo unapokuwa uh, kwenye familia, inamaanisha ni tatizo la wote, maanake sio tatizo la mama tu peke yake. Mwanaume mwanamke anatoka na uchafu labda mweupe au rangi ya mtindi, inamaanisha huyu huyu ni tatizo la baba na tatizo pia la, la mama. Hivyo vitu vyote vinasababishwa, kwa sababu yote ni familia. Lakini pia uh, uh, vitu ambavyo ukiwa unavifanya hivi, ukiwa uh, unatulia kimya kimya, labda vitu ukiwa unavifanya hivi uh, mara kwa mara, au unafanya tu labda kwa sababu ya mazingira uh, kuna vitu vingi vipo sana. Kuna vyakula kama tulizungumzia hapo mwanzo, ka unatumia sana vyakula vya mafuta, vinaathiri sana homoni kuna baadhi ya matunda pia yanaathiri homoni kwa mwanamke ambaye anatafuta mtoto. Lakini pia tumezungumzia uh, lishe, eh, mfano vyakula vyenye zinc, kitu tunavizungumzia vizuri wakati unapokuja tunazungumzia vyakula vyenye selenium ambavyo ni vizuri sana kwa mwanamke ambaye anatafuta mtoto au kwa mwanamke ambaye yuko tayari kuzaa wakati huo. Lakini pia hivi uh, vitu vyote tunapokuwa tunavifanya uh, mayai hupungua kwa kasi sana kwenye uzalishaji, na hii inatokea sana. Kwanza unakuta mtu miaka labda 25 mpaka 30, lakini pia hedhi vurugika ghafla, leo unakuta labda umeingia tarehe fulani, nimezungumzia hapo nyuma maumivu ya, ya hapo nyuma, maumivu ya tumbo la uzazi, lakini pia mimba zinaharibika. Kwanza ushikaji wa mimba unakuwa ni mgumu, ila pia mimba kuharibika zinakuwa ni mara kwa mara, unakuta mimba zinaharibika, sijui miezi mitatu zinatoka, sijui mwezi mmoja zinatoka, lakini pia kuna wengine wanakosa ovulation kabisa, wanakosa zile siku za hatari, wanakosa ute, unakuwa kavu eh vitu ambavyo vinavyopelekea unakuta uh, vinasababishwa na kufanya hivi vitu uh, kwa, kwa mazoea. Sasa kitu gani ambacho unatakiwa mwanamke wewe ambao unatakiwa ukifanye au wewe baba kitu gani ambacho uh, mtu wako anatakiwa avifanye? Anatakiwa, kitu cha kwanza afuatilie hedhi yake kila mwezi. Inatokaje hedhi yako? Labda inakuwa na mabonge ya mabonge, sawa? Mabonge ya mabonge yapoje? Meusi, mekundu, yanakuwa njano, yanakuwaje kwako? lakini pia tuzungumzie, eh, hedhi yako unaipataje? Inakuwa nyeusi au inakuwa nyekundu au inakuwaje? Lakini pia na maumivu, inatoka na maumivu? Inatokaje? Inatoka na uchafu? Unatokaje? Kaa mbali na stress, epuka eh, dawa za kutumia za ovyo ovyo ovyo bila kupata maelezo, ah, eh, maelezo mazuri. Lakini pia tumia vyakula vya kuongeza na kuwezesha E, mfumo wako wa uzazi uwe vizuri uwe vizuri, uvu, uwe vizuri zaidi. Lakini pia kitu kingine unafanya, uh, uwe na taratibu kufanya uchunguzi uwe na kufanya vipimo mara kwa mara, unafanya body check up inakwenda kusaidia. Lakini pia usibebe lawama peke yako, kama kwenda kupima na mwanaume akapime. Uh, ngoja niwape story moja. Uh, kuna jamaa wangu mmoja nilikuwa namsaidia uh, kupata matibabu, lakini katika kupata matibabu yeye aliingia, alikuwa nadhani tu mke wake ndio kwenye matatizo, hali ambayo ilipelekea unakuta mke wake kila kitu kiko sawa, lakini kila kishiriki, lakini na mwenzake anakuta ujauzito unakuwa ni changamoto kuupata, lakini mm-hmm. Baada ya kukutana naye, ikaanza kuzungumza naye kuhusu changamoto yake, akaanza akampaka, akaenda tukafanya na vipimo, akagundulikana kwamba ile mbegu zake hazina mkia maana yake uwezo wa kutingisha mimba inakuwa ni uongo, mbegu zinawahi ufa haraka, hali ambayo inapelekea unakuta unakuta uwezo vizuri anao, anaweza akajaribu hata mara kumi tano mbili ngapi kawaida, nadhani hapo umenielewa, wewe ni mtu mzima, lakini pia uwezo wake wa mbegu ukawa ni mdogo sana, mbegu zinashindwa kufika kwenye mayai, kwa hali ambayo inapelekea unakuta ameshindwa kuweza kutingisha ujauzito alikuwa mimba zika, ndoa ikaja ikaharibika, akaja akaachana na yule mwanamke. Baada ya kuachana na yule mwanamke mwana akaolewa na mtu mwingine. Sasa hivi ana watoto, sasa hivi ana watoto kama wawili, sasa hivi na mjamzito pia, mimba mimba ya tatu. Kwa hiyo na huyu kaka pia na yuko kwenye matibabu na sasa hivi na, na tunashukuru Mungu kwa mpaka sasa hivi anaendelea vizuri na ameweza ku, ku kutingisha ujauzito kwa sababu tulimpatia matibabu ambayo ni mazuri ambayo yanaweza kuongeza uwezo lakini pia kuweka mikia lakini pia ukamwelekeza na taratibu akiachana matibabu, kuna mazoezi ya kufanya. Lakini pia kila baada ya siku tatu, tunapokuwa kwenye programu zetu tunakuwa tuna, tunakuwa tuna tunapeana update, kitu gani anachokiona kitu gani anachokipata saa hizi, kuna kitu gani kipya amekipata ndani ya hizo siku tatu. Kwa hiyo kitu cha kwanza nashukuru kwa kufuatilia na hakikisheni vipindi vinavyofuata au programu zetu zinavyofuata, muwe karibu. Hakikisha umesubscribe unafuatilia vizuri kwenye hii chaneli yetu. Shukrani, na Mungu awabariki sana. Tutaonana wakati mwingine.